Habari mfanyabiashara mwenzangu, habari za wakati huu? Kwa majina naitwa Paul Melkizedeki ni meneja kutokea kampuni ya Mwalimu Group Company Limited, ambao tunapatikana jijini Dar es Salaam. Leo nina habari njema kwako, ambayo hii habari pia eh, ni habari ambayo itakwenda kubadilisha mustakabali mzima wa aina ya kilimo ambacho umechukua ukifanya kila siku tunafahamu kabisa kwamba eh, Afrika bado tuko nyuma kwenye eneo la teknolojia, hususan kwenye eneo la kilimo, bado tunatumia zana duni na zana za zamani. Lakini dunia leo tunahitaji sayansi, tunahitaji teknolojia ili kusudi tuweze kuimprove kwenye kilimo chetu na kilimo chetu kiwe kina faida. Uh, tuko kwenye msimu wa kilimo na wengine wako kwenye msimu wa kuvuna, inategemea na zao ambalo pia unalilima. Lakini leo kwa sababu uh, ama majira haya kwa sababu tuko katika msimu wa kilimo basi ningependa kuzungumzia kifaa kimoja ambacho kina sayansi nzuri na na kina teknolojia bora kabisa ambacho kinafahamika kwa jina la brush cutter. Brush cutter. Brush cutter. Brush cutter ni kifaa ambacho kinafanya kazi zipatazo tano. Kazi ya kwanza ni kazi ya kupalia, kazi ya pili ni kazi ya kufyeka kazi ya tatu pia ni kuvuna, kukata. Lakini pia nzuri zaidi ni kwamba kifaa hiki cha brush cutter kinakuwa na pampu ndogo ndogo hivi ambayo inasaidia pia kuweza kuvuta maji, kuhamisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hasa inawafaa kwa wale ambao ni wanajihusisha na masuala ya umwagiliaji, kilimo cha umwagiliaji mdogo mdogo. Tuko kwenye zama za sayansi na teknolojia. Leo hatuhitaji ken kuweza kumwagilia leo hatuhitaji panga kuweza kukata. Leo hatuhitaji sesha kuweza kufika. Leo hatuhitaji uh, kuvuna kwa kutumia uh, mundu uh, ama uwezo wengine unaita, lakini brush cutter inafanya kazi kaziiba tano kwa kutumia kifaa kimoja. So naukaribisha sana wewe mkulima, wewe mfugaji, ambaye umekuwa ukitamani sana kuweza kuendeleza kilimo chako, na bei ni nafuu tu kabisa hiki kifaa, na inaanza uh, kwa bei ya ofa takribani Eh, laki tano na elfu hamsini tu za Kitanzania. Tuna ofa ya usafiri kwa kipindi hiki, usafiri mikoa yote ni bure kabisa. Na nakukaribisha Mwalimu Group Company Limited, njoo uweze kujipatia hicho kifaa, na vifaa vingine vingi kabisa vinapatikana hapa kwa tila, na vifaa vingine vingi ikiwemo pia kata sprinkler na, na vingine vingi vinapatikana hapa. Incubator unajipatia pia kwa ofa kabisa. Na nakukaribisha sana, tuko jijini Dar es Salaam, Goba, njia nne, karibu mkabala na sheri ya total energy, karibu sana. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Kumbuka, kilimo bora kwa maendeleo.